Wakati mlipoitwa kidekania zilijitokeza dekania kumi na nne, lakini naomba niwatangazie kwamba tumezigawa dekania mbili. Dekania ya Kibaha imegawanywa ikazaa dekania ya Mlandizi. <coughs> Dekania ya Pugu imegawanywa ikazaa dekania ya Chanika. Tutakapoandika barua za kuwateua madekano wa dekania hizo mpya, ambayo inafanya sasa tuwe na dekania kumi na sita, ntapata pia maelezo kuhusu parokia zinazoangukia kwenye dekania hizo mpya mbili. Nawatakieni utendaji mwema kama dekania mpya.